Jengo letu kama ambavyo mheshimiwa mwenyekiti salamu, lengo letu kubwa ni kutembelea miradi miradi ambayo imejengwa na serikali ya awamu ya sita kuhudumia Watanzania. Jengo letu kama ambavyo mheshimiwa mwenyekiti amesema ni jengo la gharama na ni jengo la thamani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mwenyekiti, tumekubaliana kwamba kwa sababu ardhi yetu ni finyu na kwa sababu utoaji wa ardhi Dar es Salaam ni gharama kubwa sasa tusiogope kujenga majengo kwenda juu. Kwa hiyo kwa shule zitakazofuata, very likely kwamba tutaanza kuwa na hata ghorofa zaidi ya kumi, kwa sababu inawezekana ikawa ni jengo moja ambalo ndani yake tunapata mabweni, ndani yake tunapata library, tunapata kumbi, tunapata madarasa, tunapata ofisi lakini zaidi pia tunapata hata maeneo mengine kama ya la, laboratories haya na mambo mengineyo. Kwa hiyo inakuwa ni one building, lakini ambayo ni inclusive katika masuala mengine yote. Lakini kwa kusema haya ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekushatoa waraka wake maalum kupitia ofisi yake chini ya Mheshimiwa Mchengerwa ambaye ni waziri wetu wa TAMISEMI kwamba kila halmashauri yenye mapato makubwa yahakikishe inajenga majengo kama haya na amedhamiria baadhi ya majengo atakuja kuyazindua mwenyewe baadhi ya majengo atakuja kuyazindua mwenyewe. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tunakuahidi kwamba muda sio mrefu baada ya landscaping hapa kuiweka vizuri watoto wataanza kusoma hapa. Sasa kikubwa ambacho tunaendelea kukisisitiza sisi ni kwamba tumekwisha sema sana kwamba mheshimiwa rais amemiaka amejenga amejenga amejenga. Leo tumefika hapa shule ya sekondari Hangaya, tumeshuhudia kwa kweli shule nzuri ya ghorofa tatu yenye thamani ya karibu bilioni 1.6 tulikuwa tukiongea na RC tunasema kule nyuma tulikuwa tunatafuta mashule mazuri kama haya e, ndio tunakimbilia kupeleka watoto wetu lakini leo chama cha mapinduzi chini ya daktari Samia Suluhu Hassan mwenyekiti rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kweli imefanya kazi kubwa sana sana sana sisi kama kamati ya siasa wasimamizi wa ilani mkoa wa Dar es Salaam 99 ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Manufaa ya, ya mradi huu mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu ukikamilika utasaidia kuondoa msongamano wa wanafunzi darasani uliopo katika shule zetu za jirani. Itarahisisha ufundishaji na ujifunzaji, kupunguza adha ya wanafunzi kusafiri umbali mrefu, kufuatia shule maeneo mengine kwa sababu kata hii haikuwa na shule kabisa.